Mtoto wa miaka minne kutoka Mount Pleasant, Wisconsin aliwapigia polisi simu akidai kuwa mama yake alikuwa mtu mbaya na kula ice cream yake. Kwa mujibu wa taarifa ya idara ya polisi ya Village of Mount Pleasant, maafisa Gardner na Ostegard walitumwa kufuatilia simu hiyo ya dharura ambapo alifika nyumbani kwa mtoto huyo, alisisitiza kuwa mama yake alipaswa kwenda jela kwa kosa hilo. Hata hivyo, muda mfupi baadaye alibadili mawazo na kusema hataki mama yake akamatwe ya bali alitaka tu ice cream yake irudi. Polisi hawa alirejea kesho yake na kumshangaza mtoto huyo kwa kumpatia ice cream. Tukio hili limevuta hisia za wengi mitandaoni huku akisifu uhusiano mzuri kati ya polisi na jamii. Hakufanya jambo sahihi lakini namwelewa, aliandika mtumiaji wa mitandao ya kijamii. Wengine walibainisha kuwa angalau mtoto huyo anajua namna ya kupiga simu ya dharura, jambo ambalo linaweza kumsaidia siku moja. Tukio hili limeacha tabasamu kwa wengi, likionyesha jinsi polisi wanavyoweza kuwa na uhusiano mzuri na jamii, hasa watoto. Mimi ni Bahati Limo na hii ni simulizi na sauti.